Rais wa Madagaskar, Andry Rajoelina, amevunja bunge la taifa hilo saa chache tu kabla ya upinzani kuwasilisha mswada wa kumjadili kwa kuacha wadhifa wake. Hatua hiyo imeibua taharuki ya kisiasa nchini humo, huku ikizua maswali mengi kuhusu uhalali wa maamuzi ya rais. Katika ujumbe wake kwa taifa, Rais Rajoelina alithibitisha kuwa ameondoka nchini humo jana Jumatatu, ingawa hakufichua alikoelekea. Taarifa hii imeibua sintofahamu zaidi miongoni mwa raia na wanasiasa wa Madagascar, hasa ikizingatiwa kuwa haijabainika ikiwa ni safari rasmi au ya binafsi. Bara baada ya tangazo la kulivunja bunge, Rais Rajoelina alimteua Bilova Tahina kuwa mshauri maalum wa rais. Kabla ya uteuzi huo Bilova alikuwa mshauri wa spika wa bunge la kitaifa. Uteuzi huo umeibua maswali kuhusu uhusiano wa karibu wa kisiasa na uwezekano wa mabadiliko zaidi ndani ya ofisi ya rais. Hata hivyo, hatua ya kuvunja bunge imepingwa vikali na viongozi wa upinzani. Kiongozi mmoja wa upinzani amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kuwa amri hii si halali kisheria. Rais wa bunge la taifa anasema hakushauriwa. Kauli hiyo inashiria mgawanyiko mkubwa wa kikatiba na kisiasa unaoendelea kushuhudiwa nchini Madagascar. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za kanda hiyo, hatua ya rais huenda ikalenga kuzima harakati za upinzani waliopanga kuwasilisha hoja ya kumhoji kutokana na tuhuma mbalimbali dhidi yake, zikiwemo za utawala wa kimla na matumizi mabaya ya madaraka hadi sasa hajafahamika ni lini uchaguzi mpya wa bunge utafanyika au iwapo kutakuwa na mazungumzo ya kisiasa baina ya serikali na upinzani kuhusu mkwamo huo wa kikatiba. Hali ya kisiasa nchini Madagaskar kwa sasa inazidi kuwa tete, huku wananchi wakisubiri kwa tahadhari kuona mwelekeo wa hatua zinazofuata. Dubai sasa Kitonga